Mahakama Kuu imeahirisha tena shauri hili kwa ajili ya kwenda kuandika uamuzi mdogo. Sasa nataka nianze na tulipoishia Ijumaa. Ijumaa wakati tunaagana hapa mara ya mwisho tuliagana tukiambiana kwamba mahakama ilikuwa inakwenda kuandika uamuzi kufuatia mapingamizi aliyokuwa ameweka Mheshimiwa Risu.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 wananchi wazenu ni muhimu na tunaamini kwamba mahakama itatenda haki, kwa sababu imejipambanua na mahakama inaonekana na kujipambanua kwake kunaonekana kupitia uamuzi wake, sababu zake za maamuzi inayofanya kwa. Naomba tunapoondoka hapa, rejee majumbani, lakini tukutane hapa kesho saa tatu kamili asubuhi kwa ajili ya kusikiliza uamuzi tena huo mdogo, kufuatia hilo pingamizi la pili ambalo mheshimiwa Lisu amewasilisha. Ni hayo tu yanayohusiana na shauri hili la mheshimiwa Lisu.